Sasa huu kimya ndio unawapa watu mchecheto. Na tuendelee kwa kimya, mechi siko mbali. Sita ishirini na tano e, tutajua uko mbeleni kama tutacheza au hatuchezi. Umeelewa? Sasa sidhani kama kuna haja ya kumhoji Mangungu bwana, amtoi am, am, am, am, kauli yoyote. Sisi sio wenyeji wa mechi, tuwatangazie vingilio, tuwatangazie uwanja wa mechi. Sisi watangaze kama wanajeuri wataka, sisi tuwatangazie ya nini? Wanajeuri hawana. Watangaze mbona watangaze, sasa mbona watangaze viingilio? Walikuwa so, anasema hao wakati dabi imepangwa ime tarehe kumi na tano so alikuwa anasema kwamba sisi ndio watangazaji wa viingilio, sisi ndio watangazaji wa uwanja, sisi ndio waandaaji wa mechi. Sasa sisi sahizi, uongozi wa Simba uongee nini kaka? Uongozi wa Simba uko sawa, hatujaanza leo kudharauliwa na hii kitu inatuumiza sana. E, Simba muda e, mwingine mashabiki tunaitafakari, inachukuliwa kama ni klabu ya kawaida na wengine wakijiita kwamba wamegombea uhuru wakijiita kwamba wanapigania wa, wa, wa, wa mpira wa Tanzania. Hivi ndio vitu ambavyo vinatuumiza hususani sisi mashabiki, lakini hatutaki pia kuingia huko tulio wengi, kwa sababu tunaamini tuna uongozi, lakini ukituuliza mashabiki mmoja mmoja eh? yaani muda mwingine unawaza ni bora kupoteza ili heshima ipatikane, bora kupoteza ili heshima ipatikane, sijui unanielewa? Kwa sababu hivi vitu vinakuwa vinazidi, ndio maana mashabiki tunafika mbali muda mwingine, sababu mashabiki tunasafiri na timu, mashabiki hatulipiwi kitu chochote, lakini ukija kwenye engo za kufanya maamuzi, ndio hapo inapokuja kwamba Simba tunaona tunaonewa tena wazi wazi. Kwanza hata mimi nabaki hapo hapo, hiyo mitatu hiyo miwili, lakini jambo la kwanza ni kufocus na mchezo ambao uko mbele yetu. Baada ya huo tuta focus na mchezo mwingine ambao uko mbele wetu, nafikiri ni dhidi ya Kagera. E, tukimaliza hapo, ndio tutajua viongozi watatuambia kwamba mchezo wa tatu upo au haupo Dabi ipo au haipo. Lakini nikimnukuu Muktaza Mangungu e, kwenye moja ya vyombo vya habari amerahisisha kidogo jambo kwa kusema kwamba sisi kazi yetu ni kucheza mpira, na izingatiwe kwamba kama kazi yetu ni kucheza mpira, wanaopanga tarehe ya mchezo ni bodi ya ligi, wameshapanga, halafu mwenyekiti akajiuzulu. Kwa hiyo kama Mheshimiwa Mangungu, kiongozi wetu, ameliona hilo kwamba bodi ya ligi ndio wapanga tarehe ya mchezo na Simba kazi yake ni kucheza mpira, si tutasubiri kauli ya moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa juu. Tuko na subira, tuko na uvumilivu wa kutosha. Watakachotuambia hao ndio tutakachotii sisi e, hatutosikiliza kelele zingine zozote. Lakini wakati mwenyekiti anasema hayo, kundi kubwa la mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba wao ni kama hawaelewi kuambiwa kwamba kutoka Juni kumi na tano hadi Juni ishirini na tano wamekuwa ni kama hivi. Ha, yani sijui ni wekeje, lakini kwamba hatamani kuona klabu yao ikiendelea na mchezo huo, kwani ni kama hivyo wamedharauliwa. Wanachodai wana Simba, hatujaanza leo kudharauliwa na hii kitu inatuumiza sana e. Simba muda mwingine mashabiki tunaitafakari, inachukuliwa kama ni klabu ya kawaida na wengine wakijiita kwamba wamegombea uhuru wakijiita kwamba wa, wa, wa, wa wanapigania mpira wa Tanzania. Hivi ndio vitu ambavyo vinatuumiza hususani sisi mashabiki, lakini hatutaki pia kuingia huko, tulio wengi, kwa sababu tunaamini tuna uongozi, lakini ukituuliza mashabiki mmoja mmoja eh? Yani muda mwingine unawaza ni bora kupoteza ili heshima ipatikane, bora kupoteza ili heshima ipatikane. Sijui unanielewa kwa sababu hivi vitu vinakuwa vinazidi. Ndio maana mashabiki tunafika mbali muda mwingine, sababu mashabiki tunasafiri na timu, mashabiki hatulipiwi kitu chochote, lakini ukija kwenye engo za kufanya maamuzi, ndio hapo inapokuja kwamba Simba tunaona tunaonewa tena wazi wazi. Koo, sisi pia ni binadamu, tunaguswa tunaumizwa, lakini yote kwa yote lazima pia tuwe na moyo wa subira, kusubiri viongozi wetu watasema nini, tupokee na kufanyia kazi. Sisi tunajua, ila viongozi wetu tunaamini ndio wanajua zaidi, na ndio maana tumewaamini na kwa kuachia hizo nafasi watuongoze. Hivyo yote kwa yote, mashabiki, kwenye kipindi hiki tuzungumze, tuwe na munkali lakini tusipitilize maneno, kwa sababu hatujui viongozi wetu watakuja kusema nini. Na wakisema, e, kwa sababu hao ndio m, a, viongozi tuseme kwamba amiri mkuu wa jeshi akitoa amri e, imepita. Kwa hiyo tusubiri, tusikilize kwa umakini. Hadi sasa hivi viongozi wapo kimya, hatujui nao wanawaza nini hatujui wamelichukuliaje hili jambo, hatujui wamelipokeaje la kubadilishwa tarehe. Lakini mwenyekiti naye ameshasema hivyo kwamba wao ni kutii mamlaka za mpira. Ni mwenyekiti, kwani si umewahi kumsikia Mguto Steven akisema kwamba tarehe nane dabi iko pale pale, walipoenda kwenye kamati za ndani za TFF, za bodi ya ligi tarehe, si mechi zimeahirishwa? Kwa hiyo wewe ulitaka Mangungu akihojiwa na chombo cha habari atasema nini? Umeelewa, lakini eh? Akikutana na kamati tendaji yake uzuri, uzuri Mheshimiwa Mangungu, watu hamjui tu muktaza Mangungu ni muelewa na ni mtu wa kupokea sana ushauri, sijui unaelewa, ni mtu wa kushirikiana sana na viongozi wenzake. Kwa hiyo hata kama ametoa hiyo kauli kwenye media lakini anajua kabisa kuna viongozi wenzake wa kushare nao mawazo watakao watakachotuletea, sisi tutakula. Umeelewa, ni kama ni baba kwenye familia hiyo ametoka, watoto wanatarajia kula. Kwa hiyo hakuna namna, sisi kama mashabiki na wanachama wa Simba, kiongozi wetu namba moja ni Mangungu. Kwa hiyo tutasikiliza aa, kwa ghafla binivu ukimhoji atakupa lile ambalo lipo kwenye vyombo vya habari lakini ukimsikiliza pia kwa engo nyingine unaweza ukamuelewa, sababu mwandishi anamuuliza mbona mpo kimya, na naye anamwambia ulitaka tuseme nini? Mulitaka tuseme nini? tarehe imepangwa na mpo kimya, kwani aliyepanga tarehe ya kwanza si ndio aliyoipangua? Ulisikia si tumezungumza nini? sijui unaelewa. Sasa hii kauli ya Mangungu ichukue kwa ukubwa wake pia kimya chao ulitaka waseme nini? Ulitaka wazungumze nini kwenye hili? Kwa maana kwamba aliyepanga tarehe ndo alioiondoa na kupanga nyingine. Umeona sasa, huu kimya ndo unawapa watu mchecheto. Tuendelee kuwa kimya, mechi siko mbali, si tarehe ishirini na tano e, tutajua uko mbeleni kama tutacheza au hatuchezi. Umeelewa sasa? Sidhani kama kuna haja ya kumhoji Mangungu bwana amtoi kauli yoyote, sisi sio wenyeji wa mechi. Tuwatangazie vingilio, tuwatangazie uwanja wa mechi? Sisi watangaze kama wanajeuri, tuwatangazie nini? Watangaze mbona, mbona watangaze? Sasa mbona watangaze viingilio? So alikuwa anasema hao, wakati dabi imepangwa ime tarehe 15, na so alikuwa anasema kwamba sisi ndio watangazaji wa vingilio, sisi ndio watangazaji wa uwanja, sisi ndio waandaji wa mechi. Sasa sisi saizi uongozi wa Simba uongee nini kaka? Uongozi wa Simba uko sawa, sababu waandaji wa mechi ni wenyeji wa mchezo, watangazaji viingilio, wenyeji wa mchezo wafanyaji, e, wafanyaji maandalizi jabrei na nini, ni wenyeji wa mchezo na bodi watangaze, viongozi wa Simba waseme nini? Hakuna haja wala maana ya kusema chochote, tuendelee tu kulabuti e, kila kitu mbele ya safari tuna focus na mechi ya leo na mechi inayofuata. Sisi tunaelewana, tukitoka hapo tutajua huko e, hat, sisi hatuna kawaida ya kuweka mabango, hatuna kawaida ya kuandika kwenye magari, hatuna kawaida hizo, ila kauli itakayotoka itafanywa kazi, kauli itakayotoka kwa viongozi wetu itafanywa kazi. Tukisema mkacheze, tuko tayari, viongozi wakisema tukacheze tutapinga vipi? Na ndio viongozi tu hapa zamani, lakini tunarudi pale pale, kundi kubwa la mashabiki e, ambao ndio wenye timu yao, tunaweza kusema hivyo, yaani ni kama hawaridhishwi na hiki kinachoenda. Na kama sikosei nimeona taarifa kwamba wanachama wanataka kikao na mwenyekiti, si ndio? Kuna vitu unajua, sio rasmi yeah, kwa sababu hili jambo unapozungumza hapa na wakili msomi lakini ni mwenyekiti wa tawi la Simba Karume unstoppable. Sawa, hi hilo za kusema kwamba viongozi wa matawi wanataka kikao na mwenyekiti Mangungu, mi moja ya kiongozi wa tawi, hizo taarifa mimi sina, na hatujawahi kukaa viongozi wa matawi tuseme tunataka kikao na mheshimiwa Muktaza Mangungu. Hapana. Sawa e, kwa hiyo moja kwa moja ndio maana nasema na narudia Mi, mfano kwenye tawi langu la Karume Sopa. Nimewambia wanachama wangu tutulie, tuwe na subira, taarifa zitatujia zikishakuwa tayari. Kwa hivyo ningependa matawi yote yawe watulivu wawe na subira pamoja na mashabiki na wanachama, muda ukifika watafahamu. Sawa? Watafahamu, viongozi watakuja, watatuambia tukisema kwamba tu, viongozi wa matawi tumeshinikiza tunataka kikao na Mangungu, hilo ni shinikizo. Halipo kwenye viongozi wa matawi wa Simba, halipo. Na niliona mahala wamesema, sijui kuna baadhi ya waandishi wanasema tumekaa kikao, viongozi wa matawi wamekaa kikao, halipo. Sawa eh? Eh, sisi tuna focus. Focus yetu ni mechi ya leo na focus yetu ni mechi inayofuata dhidi ya Kagera Sugar. Baada ya hapo tutafocus na hiyo dabi Aidha tupewe tamko la kucheza, aidha tupewe tamko la kuto kucheza. Sisi kazi yetu, tutawatangazia wanachama wetu kwenye matawi yetu na kuwapa kile tulichopewa, sawa? Hivyo tunasubiri taarifa.